Ze Lezeli Jackson mkazi wa jiji hili la Dodoma ambaye amestafu utumishi wa umma mwaka 2023, lakini kwa mwonekano bado yupo imara. Ingekuwa ngumu kumwaminisha kuwa licha ya uimara wake huu bado anaweza kuwa na ugonjwa wa kisukari kwa kuwa ugonjwa huo haupimiki kwa macho hasa ukiwa hatua za awali. Miaka yote hiyo nilikuwa sigundui, wala nilikuwa sijui kama na sukari au vipi. Lakini mwezi miwili mitatu nyuma, baada ya kuja hapa nilikuwa na tatizo la mgongo pamoja na tumbo likawa na vichomi, lakini baada ya kupima hivyo vipimo, mkojo, damu na nini, ndo akakuta na sukari ipo juu. Kwa kawaida, wagonjwa wa kisukari, mbali na matibabu wanayopewa, huwa wanawekewa masharti katika vyakula. Hapa mzee Lezeli anaelezea ilivyokuwa ngumu kuizoea hali hiyo. Kwa mwanzo labda unaweza unazokala sahani kubwa, plate ya sahani ya wali na mchuzi mingi na nini, matunda tunda, ndizi wala nini, lakini baada ya hapo okay, ilikuwa na ugumu kidogo, lakini sasa hivi naona inaenda vizuri. Umeshaizoea. Serikali imeweka bayana takwimu za ugonjwa huo nchini na mikakati ya kuhamasisha utambuzi wa mapema. Toka mwaka 2019 tulikuwa tuna Watanzania karibu laki tano na arobaini walikuwa wanapata huduma katika hospitali kutu, kwa mujibu wa takwimu za, za wanaopata huduma, mwaka huu tuna watu karibu laki nane na sitini wanaopata huduma. Kwa hiyo ongezeko letu limekwenda kwa zaidi ya asilimia 40 ya watu ambao wanapata huduma. Tumeanzisha mpango endelevu wa kutaarifu jamii kukinga, kuzuia, lakini kupata tiba stahiki na kuhakikisha kwamba wanafanya mazoezi ili wasipate kisukari. Katika jitihada za kuendeleza matibabu ya ugonjwa huo, hospitali ya Benjamin Mkapa inatarajia kuanza kutibu vidonda kisukari. Hii huduma itaanza hivi karibuni hapa kwenye sari yetu kwa sababu tunajua kuna baadhi ya wagonjwa wenye kisukari huwa wanapata shida ya mguu kupata kidonda na hii tiba haipo maeneo mengi. Maadhimisho ya siku ya kisukari duniani kwa mwaka huu 2025 yamebebwa na kauli mbiu isemayo, kisukari kwa ustawi wa afya, chukua hatua kudhibiti kisukari mahala pa kazi, ikiwa na lengo la kuhakikisha watu wenye kisukari wanapata huduma stahiki na msaada kazini. Ahmad Ali, Azam News.